Na mtazamaji, mahakama kuu ya Nyeri imemhukumu kifo mwanamume aliyekubali kumbaka na kumuua mtoto wa miaka saba mwaka jana. Jaji Kizito Magare ametoa hukumu hii dhidi ya Nicholas Julius Macharia, akiyataja mauaji ya mtoto Tamara Blessing Kabura kuwa ya kinyama na yalihitaji adhabu ya, ya juu. kama Umwangi anaarifu zaidi. Ni kilio cha shukrani kwa kupata haki baada ya miezi kumi ya safari za mahakamani mshukiwa aliyekubali kumuua mtoto Tamara Blessing Kabura wa umri wa miaka saba aliyepatikana nyumbani kwake akiwa amebakwa, kuwawa na kuzikwa chini ya kitanda akihukumiwa kifo. Kwenye uamuzi wake, jaji Kizito Magare wa mahakama kuu ya Nyeri alitaja mauaji ya binti huyo baada ya kutathmini ushahidi kuwa yalitekelezwa baada ya kufikiriwa, kupangwa kwa utaratibu na kutekelezwa kinyama the pain

Hukumu ni hiyo. Jaji Magare alisema kuwa Macharia hakuonyesha majuto ya tendo lake, akiiambia mahakama alikuwa ametekwa na shetani wakati wa tukio, na <tipos> na hivyo ndiyo mizani ya haki ikamwangukia. The court finds that the ultimate penalty remains available and applicable. The sentence must reflect the offense, denounce the conduct in the strongest term and protect the society and serve as a deterrent measure. Therefore, accordingly, I find that you are hereby sentenced to death. Uamuzi wa leo ukipokelewa na familia ya Tamara na hata wanaharakati

Macharia ana siku kumi na nne za kukata rufaa ya uamuzi huu. Kamau Mwangi, Runinga ya Citizen, Mahakama ya Nyeri.